No, labda ongee mama Samia Mbaka mama. Yani kama hakuna mtu mwingine wa kutuambia sisi tucheze na Simba, eti mechi tukubali hivi. Wanakuja na mamluki, lakini semaji semaji, amesema nani semaji? Tunakwambia sisi tuelewe sisi, tunaongea hapa goli na Kevo anasema, semaji nani? semaji anafanya nini Waandishi kueni watu wa ukweli, ongeeni nye mpira. Mnaona mpira, mchezo wa wazi, wote meona kilichote. Si tumekuja uwanjani, kwanza tumenyanyaswa. Kama ni Simba hapa ni kwao, tumewekwa chumba cha awei chumba chenye kina kaka, tumepigwa hadi dawa na, ma... ya na wachezaji yani influencers wa Yanga. Tumecheza na wachezaji wa championship na bado tumewekewa dawa. We, mchezo ni yani? Penalty, refa haoni penalty mbili, haoni moja, kipindi cha kwanza, nyingine kipindi cha pili. Kaka, mwamuzi wa mezani anakuja ananiambia aje, hata mimi naona, kaka, mnaonewa. Mwamuzi wa, wa, wa, wa, wa mezani kaka, naona hata mimi mnaonewa. Ah, kiboko yule dada, kiboko eh. Uh, mechi ikiwa waandishi wa habari, chezeni waandishi wa habari. Mechi ikiwa ya celebrities wacheze celebrities. Mechi ikiwa ya watu wanaokuwa kwenye shughuli zao za kucheza mpira wacheze wao. Hii mechi tumekubaliana ni ya mashabiki. Kwani waleta wachezaji wa championship? Kaka, nimemwona mpaka kiungo Wambuni, hawa watu wako serious kweli, nimemwona kiungo Wambuni ni jina simjui Alikuwa amevaa namba ngapi? 28. Yule Shabani Mkushi. Mkushi Shabiki wa Shabani mimi na mksshabani mkushia wanachama influencers, wachezaji tumetaka waletea. Mimi nilikuwa nilikuwa nacheza naye mpira Mkushi, nimemwacha kwa shughuli zake za mpira, mimi nimeendelea na shughuli zingine, eti leo mimi nakutana eo mitye uwanjani umeona?

kama kawaida, mmepoteza dhidi ya influencers wenzenu. Uwezo ama kitogea, wao influencer au ligi kuu wao? Wewe kuna influencer pale, influencer wa nini? kama mmeza mamluki, sisi tumeza labda na influencer wa ligi kuu. Msalamu nimemwona ah, msalamu wakati za kidogo tu msalamu kama boshen. Wachezaji walocheza hapo ni wachezaji wa ligi kuu, sio kisingizio mnatafuta. Kocha akaniambia bwana ingia, nikamwambia siwezi kucheza na wachezaji. Yes, nimekataa sio, mnatafuta kisingizio Ah, ah, nje hao ndo wachezaji wa Simba eh? Ah, ndo wa influencer wa Simba huyu ayecheza. Wanasema mliocheza nao sio nyie mmeleta mamluki siyo? Ah, ah, okay. Wamecheza wa Simba. Hii mechi ilikuwa ya mashabiki. Wewe na kigimbi vile eh? Influencer gani na vigimbi vikubwa? Mimi nimepewa namba. Mimi nimepewa namba nikakataa eh? Nikasema siwezi kucheza na hao watu. Mguu kama tembo unacheza naye vipi? Hii sio mechi ya marafiki. Hii sio mechi ya ya, ya, ya, mashabiki. Mguni nao nitarajeni kuone uwanjani leo. Nilikuwa nataka niingie nikaacha. Wewe watu wanapiga mpira. Kwa sababu kama Simba wakitumia timu yao hii walocheza leo. Hata mabingwa wanaweza kuwa Afrika. Ni bora kaza na Simba ile pale ya nini hapa Ntevu ile. So hao hao walocheza nao. Ah, wachezaji wa ligi kuu. Gharama wa moto. Wachezaji sio wengine wametoka Dubai. Wengine Waarabu, sio wazungu Brazil. Sasa hiyo nini, Amediali alikuwa influencer, unaleta mchezaji kutoka Brazil. Yule kipa katoka wapi? Sema mimi Yanga, nimewapongeza sana, wamejiongeza kugoma, kususia mechi, wame, wame, wamesusia mechi, yani wamepunguza aibu, maana yalikuwa mengi sana. Ule mda ambao wamesimama, tulianza kupeleka moto. Sasa kama mlitaka kuanzisha ile kampeni ya ah, sio ametukela si tunataka tu, tu, tu, mechi tucheze ya mashabiki. Tunajuana na mashabiki ambao wote wafia timu e, tunawafahamu Ngosha, kuna Mzalamo, kuna kina Kisugu, Kisugu umemwona pale, huyo huyo pasi milioni kacheza. Ah, ngoja kwanza wale watu wenye mdomo mdomo mwingi, nani kacheza zaidi ya Mzalamo? Mzalamo mwenye kapewa dakika kumi katolewa pale, kama mmeona e. Pale hakuna mechi pale jamaa anataka tu kutuvunja si nyonga, wanasema hizi ni salamu mpaka ligi kuu. Mangungu tena ametuhujumu kwa namna gani? Si ameleta timu wengine wachezaji kutoka Dubai wengine sio wapi, wamekuja kuwaleta hapa kuzugia zugia. Kama mashabiki wa Simba wameshangilia ile kombe hivi, je, wakichukua la ligi kuita, kwaje aje kuchukua bati hiyo hawana. Nimesema je hakuna je kwenye mpira eh? wa ligi labda akaufunga pasi milioni alikuwa anacheza ah. Mimi nilikuwa anacheza mzee wa saruti alikuwa anacheza wamesusia mechi na ndo zikuwa dakika zetu, msiingize vyuma belegea. Mkasusia mechi nini? Hatujasusa, kuna muda kama mlipumzika wenyewe hiyo. ah. sio mechi bwana, hii sio mechi, si tunataka mechi. na, na influencer ya Simba hii ipite, tutaomba mechi binafsi irudiwe, itarudiwa. Tunawataka hao wakina Kisugu, tunawataka hao wakina pasi milioni, tunawataka hao sio wanajita mandara, tunawataka hao mashabiki wakina Ngosha tunawataka wale mashabiki ambao wana mdomo mdomo sana mpira wa juu sisi Yanga yeah. Tunajua mpira si mbona, show si tumecheza influencer watupu ndani, anasema shabiki Yanga, mnajua kuongea tu, ila uwanjani hakuna kitu. Wewe si umeona leo tumecheza mpira walivyoona, sisi tumekaza, wakaanza kuingiza michezaji yao vigimbi kama mlima Kilimanjaro, wao mchezaji balaa, wachezaji wanasema mashabiki ma influencers ya Simba wanafanya mazoezi sana, nini? Wanafanya mazoezi sana ma influencers ya Simba, ah, wanafanyia wapi? Kigimbi hiki ndio tunataka sisi eh, eh kile namna hii alikuwa <laughs> <laughs> <laughs> amejipanga kuingia, aliona mmesusia, akaona mtaumia <laughs> <laughs> Ah, see leo, wa kama leo ma <laughs> ma mashabiki wa Simba wakawa madokta leo, mashabiki wa Simba mainfluence wa Simba wakawa madaktari wa leo, mashabiki wa Simba wakawa washika vifaa eh, uwanjani wameleta watu njia ya matokeo. Sasa hili e, jambo limefanikiwa kwa namna gani? Kwa namna kubwa tusema Simba wameliharibu. <inhale> Ongeeni, nyenye mpira, mnaona mpira, mchezo wa wazi. Wote mmeona kilichotendeka. Sisi tumekuja uwanjani, kwanza tumenyanyaswa. Kama ni Simba hapa, ni kwao, tumewekwa chumba cha away, chumba chenye kaka, tumepigwa dawa na wachezaji. Yaani influencers wa Yanga, tumecheza na wachezaji wa championship na bado tumewekewa dawa. Wewe mchezo ni. Yaani penalty, refa, penalty haoni, haoni mbili. Moja kipindi cha kwanza, nyingine kipindi cha pili, kaka. Mwamuzi wa mezani anakuja ananiambia aje, hata mimi naona, kaka, mnaonewa Mwamuzi wa, wa, wa, wa, wa mezani kaka, naona hata mimi mnaonewa. tatu madogo ah, kiboko yule dada, kiboko eh. Uh. Mechi ikiwa waandishi wa habari, chezeni waandishi wa habari. Mechi ikiwa celebrities, wacheze celebrities. Mechi ikiwa ya watu wanaokuwa kwenye shughuli zao za kucheza mpira wacheze wao. Hey. Hii mechi tumekubaliana ni ya mashabiki. Kwani waleta wachezaji wa championship? Kaka, nimemwona, nimemwona mpaka kiungo wa mbuni. Hao watu wako serious kweli, nimemwona nime kiungo wa mbuni ni jina simjui, alikuwa amevaa namba namba namba 28. Shabani, wanachama tunataka ma influencers wanaletee wachezaji. Yaani Mkushi, mimi nilikuwa nacheza naye mpira Mkushi